Kisa cha Barjesu mchawi wa kipagani. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 hadi 11. Safari ya Paulo na Barnaba. Na ikawa baada ya kanisa la Antiokia kutumwa na Roho Mtakatifu, Paulo ambaye pia huitwa Sauli, pamoja na ndugu yake wa huduma Barnaba, wakaondoka kwenda katika nchi za mbali wakihubiri injili ya Bwana Yesu Kristo. Wakatoka katika nchi ya Siria, wakavuka bahari hadi kisiwa cha Kipro, nchi yenye mashamba ya mizabibu, mito midogo na milima ya mawe meupe. Katika kila kijiji walichopita, walihubiri habari njema, wakasema kwa ujasiri juu ya Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka. Walitembea kwa miguu, wakati mwingine kwa meli ndogo, na walilala chini ya anga la usiku wakiwa na tumaini kwamba nuru ya Mungu ingewangazia hata katika maeneo yaliyofunikwa na kivuli cha uchawi na ibada za sanamu. Na ikawa walipofika katika mji wa Pafu, mji wa kifahari uliokuwa makao ya mtawala wa kiserikali wa kisiwa hicho, walikutana na mtu mmoja aliyejulikana sana miongoni mwa watu wa Kipro, Barjesu, ambaye jina lake lingine lilikuwa Elima. Barjesu alikuwa mchawi na nabii wa uongo aliyekuwa akijihusisha na mambo ya giza na uchawi wa kipagani. Watu wa mji walimwona kuwa mtu mwenye hekima, lakini katika ulimwengu wa roho alijulikana kuwa mtumwa wa giza, aliyefungwa na pepo wa uongo, mwenye hila na udanganyifu. Nyumba yake ilikuwa imejaa uvumba wa harufu nzito, vyombo vya shaba vilivyotumika kwa tambiko na alama za siri zilizochorwa ukutani kwa damu ya ndege. Barjesu alionekana mtulivu mbele ya watu, lakini ndani yake kulikuwa na giza lililofungwa kwa minyororo ya mapepo. Watu waliomtafuta walimwona kana kwamba ana nguvu ya kuona mambo ya kesho, lakini hawakujua kuwa alikuwa anatumia nguvu za kuzimu. Roho iliyokuwa ndani yake ilimfanya kuzungumza kwa hila, kuwapotosha wanyofu wa moyo na kumfanya ajione kuwa kama mungu mdogo. Na ikawa katika mji huo alikuwepo mtawala wa kiserikali, Sergeo Paulo, mtu aliyeheshimiwa sana na mwenye hekima ya kimaumbile. Ingawa alikuwa mpagani, moyo wake ulitafuta ukweli. Alisikia habari za Paulo na Barnaba wakihubiri kuhusu Mungu mmoja wa kweli, na mioyoni mwa watu kulianza kuwa na hamu ya kujua zaidi. Sergio Paulo akatuma ujumbe na kusema, waleteni watu hawa, maana nataka kusikia neno la Mungu wanalohubiri. Lakini Barjesu, ambaye alikuwa karibu na mtawala huyo, akasikia habari hizo, naye akaghadhibika sana, kwa sababu alijua kwamba injili ingeondoa nguvu zake za giza na mamlaka yake kwa watu ingekwisha. Barjesu akaanza kuzungumza kwa hila na udanganyifu. Aliingia usiku ndani ya hekalu lake dogo la uchawi, akawasha uvumba na akaanza kuimba nyimbo za siri, akiwaita roho wa uongo waliokuwa wake. Pepo wachafu walianza kuzunguka hekaluni, wakilia kwa sauti zisizoeleweka, wakimpa nguvu za kuzungumza maneno ya sumu. Akasema kwa kelele, "Enyi nguvu za giza, zizuieni hawa watu. Neno lao lisifike hapa Kipro." Nuru yao izimwe. Na upepo wa ajabu ukapita ndani ya nyumba hiyo, taa zikazima na kivuli cheusi kikazunguka ukutani. Pepo wakacheka kwa sauti nyembamba, wakisema, tutafanya hivyo bwana wetu Barjesu, mtumishi wa Setani. Kesho yake, Paulo na Barnaba wakaingia katika jumba la kifahari la mtawala lililojengwa na mawe meupe na nguzo ndefu, wakaingia kwa utulivu wakiwa wamejaa Roho Mtakatifu. Sergio Paulo akapokea kwa furaha na kusema, watu wa Mungu, nimewasikia mkihubiri habari njema, nielezeni ukweli huu, maana moyo wangu unatamani kujua njia ya uokovu. Lakini Barjesu, ambaye alikuwa karibu na mtawala huyo, akasikia habari hizo, naye akasema kwa sauti ya hila akisema, usiwasikilize watu hawa, mtawala wangu. Wanaleta mafundisho mapya ya kupoteza watu. Neno lao linaweza kuleta machafuko na upotevu katika nchi hii. Na Paulo akamtazama kwa macho yenye nuru, akitambua mara moja roho iliyokuwa ndani yake. Roho Mtakatifu ndani ya Paulo ilimfunulia kwamba Barjesu amejazwa roho wa Ibilisi, anapotosha njia za Bwana. Ndipo Paulo akiwa amejaa roho Mtakatifu akasimama mbele ya wote akainua sauti yake kama radi akasema, ee, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, wewe uliyejaa hila na uovu wote, je, utakoma kupotoa njia za Bwana zilizonyooka? Angalia, mkono wa Bwana uko juu yako, nawe utakuwa kipofu, usione jua kwa muda. Wakati Paulo aliposema hayo, nguvu za Mungu zikashuka kama umeme. Upepo mkali ulipita katika chumba, na ghafla Barjesu akapiga kelele kubwa akishika macho yake akisema, ya nuru, nuru imeondoka siioni tena. Macho ya Barjesu yakawa giza, na mara kivuli kikamfunika kama wingu. Akawa na tapatapa kwa mikono akitafuta mtu kwa mkumshika, akilia kwa uchungu. Waliokuwa karibu naye wakamwona akipoteza fahamu, macho yake akiwa ya meusi kana kwamba yamefunikwa na wingu vito na ikawa wale waliokuwa wakimwamini kuwa nabii, wakaanza kuteremeka kwa hofu, maana waliona jinsi nguvu za giza zilivyoshindwa mbele ya nuru ya Mungu. Barjesu alibaki akitetemeka, akilia, akijuta moyoni akijua kwamba nguvu zake zote za uchawi hazikuwa mathamani mbele ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Sergio Paulo, akiona jambo hilo, moyo wake ukajaa hofu ya Bwana. Alipoinua macho yake, aliona uso wa Paulo ukiangaza nuru kama jua, akajua kwamba Mungu wa kweli alikuja kutembea katika nchi hiyo. Akasema kwa unyenyekevu, kweli Mungu wa Paulo ndiye Mungu wa mbinguni, nuru yake imeshinda giza. Leo na hapa kumfuata Bwana Yesu Kristo, aliyeshinda nguvu zote za giza. Na ikawa siku hiyo Sergio Paulo akawa mtu wa kwanza katika kisiwa cha Kipro kuamini injili ya Yesu Kristo na habari hizo zikazunguka katika nchi nzima kama moto. Na katika ulimwengu wa roho, pepo waliokuwa wakimtii Barjesu wakalia kwa majonzi, wakikimbia kila pande kwa sababu jina la Yesu lilikuwa tayari limetangazwa juu ya kisiwa chote. Wingu jeusi lililotanda kwa muda mrefu juu ya pafu likapotea anga likang'aa na amani ya kiroho ikarudi. Malaika wa Bwana walishuka kimya usiku ule wakizunguka nyumba ya Paulo na Barnaba wakiwalinda. Roho Mtakatifu akazungumza kwa upole moyoni mwa Paulo akisema, Tazama nuru imeangaza gizani na giza halijawahi kuishinda. Kisa hiki si tu cha kali, bali ni kielelezo cha vita vya kiroho vinavyoendelea hadi leo. Barjesu anawakilisha wale wanaotumia nguvu za giza, uchawi, uongo na hila ili kuwazuia watu kujua ukweli wa Mungu. Lakini Paulo anasimama kama mfano wa mwanadamu aliyejaa Roho Mtakatifu ambaye hababaishwi na maneno ya watu waovu, bali anatumia nguvu ya neno kukemea na kushinda. Katika kila zama kuna Barjesu wapya, wachawi, waganga wa kienyeji watu wanaochezea pepo wanaotafuta nguvu zisizokuwa za Mungu, wanadanganya, wanajifanya wana nuru, ilihali ndani yao kuna giza. Lakini Mungu bado anatafuta wapiganaji wa kiroho kama Paulo, ambao wanasimama kwa ujasiri, wakiwa wamejaa Roho Mtakatifu, wakiitangaza injili pasi mawoga. Ndugu yango msomaji, kama ulivyosoma ushindi wake Paulo juu ya Barjesu Jua kwamba vita vya kiroho bado vinaendelea hadi leo. Kuna Barjesu wanaotaka kupotosha, kukusubabua na kukuzuia kuona nuru ya kweli, lakini nguvu ya Yesu Kristo bado ipo, na jina lake bado lina nguvu kuliko jina lolote. Simama leo katika nuru ya Kristo, kataa uongo, uchawi na hila za giza, jaza moyo wako kwa neno la Mungu, omba kwa Roho Mtakatifu akujaze ujasiri wa Paulo nawe pia utashinda kwa jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa, yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Yohana wa kwanza mstari wa nne.